Siku ya tarehe 28 Juni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan atazindua rasmi kiwanda cha mbolea ambacho kiwanda hiki kinaitwa Itracom. Ujenzi wa kiwanda hiki umeanza mwaka 2021 Julai na sasa umekamilika. Kiwanda hiki kina uwezo Installed capacity ya tani milioni moja ya mbolea. Teknolojia ya mbolea wanayozalisha ni mbolea inayoita uh, organo mineral. Mbolea ya organo mineral ni mbolea ambayo ni mchanganyiko wa uh, virutubisho vya asili pamoja na vya kemikali mbolea hii inatumia zaidi samadi, lakini vile vile wanatumia phosphate, wanatumia chokaa, halafu wanaweka na virutubisho vya ziada vya kemikali. Kama mnavyofahamu, kama nchi tumekuwa tukiagiza karibu tani milioni moja pointi mbili za mbolea kutoka nje. Sasa hivi kama Tanzania tutakuwa, hichi ni kiwanda chetu cha pili cha uzalishaji wa mbolea, lakini hiki ndio kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyote vya mbolea katika ukanda wetu huu. Kwa maana ya kwamba hichi ndio kiwanda kikubwa kuliko kiwanda chochote cha mbolea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiwanda hiki uwekezaji wake ni dola milioni 180 na jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwekezaji huyu sehemu kubwa ya fedha za uwekezaji, pamoja na kuwekeza fedha zake binafsi, lakini amesaidiwa na mabenki ya ndani ya nchi kuhakikisha kiwanda hiki kinafanya kazi. Uh, uzinduzi huo ni baada ya miaka mitatu na nusu uh, kuanzia huu uwekezaji umeanza pale Dodoma Nara, uh, Mheshimiwa Rais akiwa makamu wa Rais wakati huo Ah, aliweza kuvuta uwekezaji na kuweza kuhamasisha huu uwekezaji kuanzia ujenzi na hatimaye tarehe 28 mwezi wa sita atazindua rasmi kiwanda hicho. Kwa ufupi, kiwanda cha Itracom Fertilisers Limited kinazalisha mbolea za organo mineral kwa, kwa maana nyingine mchanganyiko wa mbolea za chumvi chumvi na malighafi ya asili kama samadi ah, choka kilimo phosphate na kadhalika. Uh, Itracom inazalisha mbolea za aina nyingi mpaka sasa. Kwa kushirikiana na taasisi za serikali ikiwemo TARI na TFRA, tayari kuna fomula 14 ambazo tayari kiwanda kinazalisha, na kiwanda hiki kina uwezo wa kutengeneza aina ya mbolea kulingana na eneo, kulingana na zao, kulingana na mahitaji ya mkulima. Kwa hiyo siku hiyo ya tarehe 28 itakuwa ni siku njema ya kuweza kuona ukubwa wa kiwanda, utaalamu wa kiwanda mbolea ambazo zinazalishwa lakini pia na investment kubwa uh, katika kanda letu la Afrika Mashariki ambayo imewekezwa pale Dodoma. Itakuwa ni siku kuu na nzuri ya kufurahisha ambapo uh, Rais Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan akishirikiana na mwenzake kutoka Burundi Major General uh, Evariste Ndaishimiye wataweza kuzindua rasmi kiwanda hicho. Ni nitoe wito kwa wakazi wa Dodoma, lakini kwa Watanzania wote ambao ni wazalendo wanajivunia cha kwao kauli mbiu yetu ni uh, mbolea yetu uh, kiwanda chetu. Tuweze kuchukua hii fursa kuweza kutumia mbolea zetu, kwa sababu zinatengeneza ajira. Mpaka sasa kuna wafanyakazi elfu moja mia nane na tano ambao wameajiriwa moja kwa moja.